kupata au kukosa. Kaka, shikamoo. Mimi si jambo, lakini sio kwema, na naomba unisamehe kitu kimoja chokuambia kwa sasa. Na navyongea na wewe hivi, nimetoa nguvu kazi hospitali na taarifa hii inakupa si kwamba taarifa ambayo ni ya kubatiza tu lakini nasikitika kupata taarifa hii, lakini inabidi ipoke kama jinsi ilivyo. Kaka, mama yetu atuko naye tena. Nimekuja hapa upa taarifa kwamba tuangalie tunafanya nini, ili kusudi hili janga hili kwa haraka zaidi. Je, tunafanya nini? Nisikize dogo. Yule mimi alikuwa mama yangu mzazi kabla bado hajanizaa. Lakini baada ya kunizaa tu ameshatimiza jukumu lake la umama. Kwa hiyo sio mama yako tena. Sio mama yangu na wala aniusu. Ni kwamba sijakusikia vizuri ama nimekusikia vizuri ama nini? Umeongea neno yako kwa muda kidogo tu, umesema yule alikuwa ni mama yako kabla hajakuzaa. Kuzaa na alivyokuzaa mama wake, ila kuanzia saa hizi sio mama yako tena. Kwani mama yangu mimi? Kwa hiyo wewe hausikile chochote kwa juu ya mama yangu, si ndio? Mbona anichanganya lakini shida nini lakini wewe? Eh? Toka! Najipa matumaini nitafute nisichoke. Moyo moyoni nikiamini kuwa Mungu ni wetu sote. Ila ona kwangu sasambu sasambu, sipati usiku si mchana ama, kitabu cha riziki yangu tayari kimechanwa. yeah, yeah. Mama, chama mama na mogera, yani mimi ndo nategemewa na, na kaza na shinda kombolela, nikipiga na butua hewa kinywani ya uchungu na yamesa kwa tabu. Jamaa maisha yangu mazukaombwe, jamaa maajabu sana. O oh mama oh.